Tumechoka kwa siasa ya umaskini, tumechoka. Hiyo siasa haitaweza kutusaidia, na nyinyi ambayo munataka hata kutumia ule kiongozi wa waipa, wewe suti Combo, ambaye tulikufukuza kule bunge kwa sababu tulikupatia kiti ya deputy president. Na wewe, wakati tulikupatia kile kiti, sio kwa sababu ulikuwa senior Ulikuwa mbunge wa tamu moja. Mimi niko tamu tatu, sasa naenda tamu ya nne, lakini tumekupatia kiti na ukakosa kuchunga kila kiti. Sasa unajaribu kugawanyisha Wakenya, gawanyisha wengine, lakini wachana na wakamba kabisa, kwa sababu wakamba tunataka mambo ya maendeleo na opposition haina maendeleo. Maendeleo inapatikana kwa serikali, na muwache kudanganya Kalonzo, mwacheni kabisa, mkome kwamba what you are doing is will only serve to make wiper leader the, an opposition leader either a deputy opposition leader or whatever but not a president. Hata nyinyi wenyewe mnajua kwamba you also don't believe kwamba kwamba anaweza kuwa na wewe kama suti kombo, unajua once impeached always impeached. Unajua huwezi simama katika kiti chochote katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa sababu wewe unajua hiyo. Hautaki kufa peke yako. You want to drag the Kamba nation alongside with you. Ole wako, utaenda peke yako, utatuwacha sisi Wakamba, tutaungana na serikali na tutaweza kusukuma miradi ya maendeleo katika region zetu, ama namna gani? Tuendelee tusiendelee? Na ndio umeona jana. Ndio umeona jana, wanajidanganya. Walipita kule juzi na matusi yao wakaingia Ukambani bila kutuambia plan, bila kutuambia vile tutapata maji ama stima. Wakaongea mambo matope mengi sana. Baada ya kuongelesha matope Wakamba, ndio tena jana nimeona wamekusanya hao wakamba wote, tena wamepeleka Uhuru Park. Wewe ulikuwa Ukambani, tena unakusanya wakamba tena kuwapeleka Uhuru Park. So that you tell Kenya kwamba uko na watu That is what we call ethnic mobilization. Kukusanya wakamba peke yake kupeleka kule Uhuru Park itasaidia wakamba namna gani? na, na ulikuwa na wao kule Kitui. Ndio sisi tunasema hiyo siasa haitaweza kutusaidia, haitaweza kutusaidia hata kidogo. Akambaniedani mkule umwe siasani iisaomnabayetuasiautungwa na etina mwinyi munajua Raila Amolo Odinga was the opposition leader.